Nataka niulize yale ambayo umekuwa hufurahii katika utoto wako, ambayo wazazi wako walikuwa wakikufanyia mm. ni yapi, unaweza tuambia? Halafu wewe unafanyaje hivi sasa kwa watoto wako? Uh, nashukuru sana, na utoto wangu hautofautiana wa na utoto wa watu wengi wa katika jamii ambao tuko nayo, hasa jamii zetu zaki mingi mm. ni kuwa watoto wetu ni usifanye umezidi kukataza kutoa mwelekeo au kuelimisha au kuelekeza, kwa kuwa wazazi uwezo kama Biblia inavyosema, umlee katika njia mpasavyo, umuongoze katika njia mpasavyo kwa namna nyingine. Kwa hiyo hilo si jambo ambalo ningetamani mimi, na kwa sasa silei kwa namna hiyo. Lakini pia nadhani katika utoto mwingi katika miaka mitano sita, hasa nikiwa nakumbuka hatujalelewa kukaa ukaribu na wazazi, ukaona wazazi wa namina, wazazi wengi pia namina. Hata sasa kwa sehemu kubwa, mzazi kukaa na mtoto ni mazingira machache, labda ndio mnakula, lakini ile ya kupewa unasii kama mtu anayetoa elimu na kuona matokeo, anayekupa pia nafasi ya kujaribu kitu na kuona. Kwa hiyo hicho kitu kwetu si kitu ambacho tulipewa, lakini kwangu ningetamani na vicho ambacho nakifanya kumpa mtoto nafasi ya kutaka kuona yeye ana kipi na hata kama katika makosa yake najua ni msaidiaje, ndicho kitu natamani na nafikiri, na, na, na, na, kwamba mm, uh, namna gani bora mm, uh, katika kukamilisha maonezo um, hayo ambayo inafaa mtoto wetu mm, wajue mtoto mm. uh, aelewe wajibu wake mm, kwa mzazi mm, na mzazi ajue moja ni tuanze na huyu mzazi. Mzazi una wajibu mkubwa sana kwa sababu wewe ndiwe shule anayo, yule mtoto anayekutana na kila kitu anachokipata wewe ndicho wa kutoka kwako. Uh, lakini pia na jamii inayozunguka. Tukianza kwa mzazi, kama ulivyo wewe mtoto atakuwa hivyo. Kama ulivyo mzazi kile ambacho anajitu na tabia inajengeka kutokana na miaka mitatu pale kwa mdogo sana. Kwa hiyo kutokea akiwa mdogo sana, mzazi hakikisha na nakuwa elimu bora kwa elibo, wa matendo kwa maneno na kwa tabia kijumla, ukijua si kwamba wewe unaishi unavoishi wanaishi na watoto hata sio yeah. wako tu, na yule watoto wengine, kizazi kimsingi, familia, jamii, taifa zinatokana na familia hii, kwa hiyo ni vema kukumbuka hivyo kwamba mtoto wangu hataakili tabia mtoto mwingine na mtoto mwingine mtoto mwingine. Kumbe tusiogope kuwa na misingi mizuri ya kimungu hata kama inaonekana kuwa mipya ndio, yeah. lakini ni kwa ajili ya faida na inakuwa ni nuru. Hata kama yule mtoto atakutana na mambo yasiyofaa huko nje, ikiwa mm -hmm. huku ndani alipewa malezi bora, alilelewa vizuri mm -hmm. ni msingi ya kuwa atang'aza katikati ya giza mm. ya watoto wengine ambao wanaweza akawa hawakulelewa kama mtoto. mm. Atajitenga na tabia hizo, hata kuwa mwenye kuigaiga kila kitu kilichopo kutokana na wengine ambavyo anawaona. Anaweza akawa kati ya watoto kumi, hata watoto wengine wakasema, huyu mwezwetu ni watofauti. mm. Wakitukana matusi, yeye kama nyumbani hajafundishwa matusi, anaonyesha kustaajabu mm. naenda kusema kwa mama, hiki mnachokifanya. Na wazazi wanakuwa ni rafiki na zote hata kuna yale wanaangalia TV ndio mtoto akiwa ameelewa vizuri, anaona kwamba yeah. mtoto yeah. ataishi yale yeah. kwa ujumla uh, wake na mwalimu niseme uh. uh, kubadili jamii irudi tena uchukue Biblia kama mwongozo bora na kitabu cha msingi bora, ambao kinaweza kikafanya tukawa na jamii bora na salama kupitia Biblia mtoto anaweza akafundishwa akawa ni mwananchi mzuri, akawa ni baba mzuri, akawa ni mama mzuri, kwa sababu imebeba maonyo, imebeba hekima, imebeba kila namna ya virutubisho vya kumfanya mtu awe na afya, hata jamii kamtamani, na kwa kwamba tamani mtoto wangu. Lakini tukiacha vinginevyo katika namna ya nyakati tulizo nazo, maandiko na, uh, methali za dunia zinasema ailele asiefuza sin anake ee itamfunza dunia. Sasa dunia ni nini basi? Dunia ni watu wote ambao wasiokuwa na maadili mema, ndio watakaokutana nao. Na hata, chagua, hata, kipoke, hata liba. Sayansi na teknolojia ambayo imekuwa iliyotuletea mambo ya mitandao ambayo inaathiri mazingira mengi ya mabadiliko kuambia kweli mwalimu? Leo hii mtoto wa miaka kumi na nne miaka kumi na nne uliokuwa miaka kumi na nne